Kitabu cha Maombolezo sura ya tatu na ya nne Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Wapendwa, tunasonga mbele na kitabu cha Maombolezo, nami naitwa Mwalimu Petro. Naomba uweze pia kutufuatilia kwenye kurasa zetu na channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalim Petro na Evodia Mazwile, ambapo huko utakutana na vitabu vyote vya Biblia na utaendelea kuvisoma kila wakati. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado haujatufollow. Karibuni tusali, tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunakuinua tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na mtakatifu. Tunakushukuru Mungu, wewe ni mkuu sana, wala hakuna Mungu aliye mkuu kama wewe Baba. Katika miungu yote wewe ni Mungu peke yako uliyejawa sifa, heshima na utukufu. Tunakualika Roho Mtakatifu, tunaomba wewe pamoja na sisi utusimamie, ili Bwana muda huu tunapoenda kulisoma neno lako tupate kulielewa, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, hapo siku ya leo tunasonga mbele na kitabu cha Maombolezo sura ya tatu na ya nne. Mlango wa tatu. Mimi ni mtu aliyeona mateso kwa fimbo ya ghadhabu yake. Ameniongoza na kuniendesha katika giza wala si katika nuru. Hakika juu yangu ageuza mkono wake mara kwa mara mchana wote. Amechakaza nyama yangu na ngozi yangu. Ameivunja mifupa yangu. Amejenga boma juu yangu. Na na kunizungusha uchungu na uchovu. Amenikalisha penye giza kama watu waliokufa zamani. Amenizinga pande zote hata siwezi kutoka. Ameufanya mnyororo wangu mzito. Nam nikilia na kuomba msaada, huyapinga maombi yangu. Ameziziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa. Ameyapotosha mapito yangu. Alivyo kwangu ni kama dubu au tiae, kama simba aliye mafichoni. Amezigeuza njia zangu na kunirarua rarua amenifanya ukiwa. Ameupinda upinde wake na kunifanya niwe shabaha kwa mshale. Amenichoma viuno kwa mishale ya podo lake. Nimekuwa dhihaka kwa watu wangu wote, wimbo wao mchana kutwa. Amenijaza uchungu, amenikinaisha kwa pakanga. Amenivunja meno kwa changarawe, amenifunika majifu. Umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Nikasema nguvu zangu zimepotea na tumaini langu kwa Bwana. Kumbuka mateso yangu na msiba wangu, pakanga na nyongo. Nafsi yangu ikali ikiyakumbuka hayo nayo, na imeinama ndani yangu. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa hatu kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye Bwana ni mwema kwa hao wa mgoje yao, kwa hiyo nafsi mtafutayo. Ni vyema mtu autarajie ukovu wa Bwana na kumgojea kwa utulivu. Ni vema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake, na akawe peke yake na kunyamaza kimya, kwa sababu Bwana ameweka hayo juu yake, na atie kinywa chake mavumbini, ikiwa yamkini liko tumaini, na amwelekezee yule ampigaye shavulake, ashibishwe mashutumu. Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Maana ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Kuwatesa chini kwa miguu wafungwa wote wa duniani, kuipotosha hukumu ya mtu mbele zake aliye juu, na kumnyima mtu haki yake, hayo Bwana hayaridhii kabisa. Ni nani asemaye neno nalo likafanyika, ikiwa Bwana hakuliagiza? Je, katika kinywa chake aliye juu hayatoki maovu na mema? Mbona anung'unika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu, na kumrudia Bwana. Tena na tumwinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono. Sisi tumekosa na kuasi, wewe hukusamehe. Umetufunika kwa hasira na kutufuatia, umeua wala hukuona huruma. Umejifunika nafsi yako kwa wingu maombi yetu yasipite. Umetufanya kuwa takataka na vifusi katikati ya mataifa. Juu yetu adui zetu wote wametupanulia vinywa vyao. Hofu imetujilia na shimo, ukiwa na uharibifu. Jicho langu la churuzika mito ya maji kwa ajili ya uvunjifu wa binti ya watu wangu. Jicho langu la toka machozi lisikome wala haliachi, hata Bwana atakapoangalia na kutazama toka mbinguni. Jicho langu lanitia huzuni nafsini mwangu kwa sababu ya binti zote za mji wangu. Walio adui zangu bila sababu wameniwinda sana kama ndege, wameukatilia mbali uhai wangu gerezani na kutupa jiwe juu yangu. Maji mengi yalipita juu ya kichwa changu, nikasema, nimekatiliwa mbali. Na liliitia jina lako Bwana kutoka lile shimo liendalo chini kabisa. Ukaisikia sauti yangu, usifiche sikio lako ili usisikie pumzi yangu kwa kilio changu. Ulinikaribia siku ile nilipokulilia, ukasema, usiogope. E Bwana, umenitetea mateto ya nafsi yangu, umeukomboa uhai wangu. umekuona kudhulumiwa kwangu, e Bwana, unihukumie neno langu. Umekiona kisasi chao chote na mashauri yao yote juu yangu. E Bwana, umeyasikia matukano yao na mashauri yao yote juu yangu midomo yao walioinuka juu yangu, na maazimio yao juu yangu mchana kutwa. Uangalie kuketi kwao na kuinuka kwao; wimbo wao ndiyo mimi. Utawalipa malipo ee hey, Bwana, sawasawa na kazi ya mikono yao. Utawapa ushupavu wa moyo, laana yako juu yao. Utawafuatia kwa hasira na kuwaangamiza, wasiwe tena chini ya mbingu za Bwana. Mlango wa nne. Jinsi dhahabu ilivyoacha kung'aa na dhahabu iliyo safi ilivyobadilika! mawe ya patakatifu yametupwa mwanzo wa kila njia Wana wa Sayuni wenye thamani, walinganao na dhahabu safi, jinsi wanavyodhaniwa kuwa vyombo vya udongo, kazi ya mikono ya mfinyanzi! Hata mbwa mwitu hutoa wa matiti, huwanyonyesha watoto wao, binti ya watu wangu amekuwa mkali, mfano wa mbuni jangwani. Ulimi wa mtoto wanyonyaye wagandamana na kaakaa lake kwa kiu, watoto wachanga waomba chakula, wala hakuna hata mmoja awamegeaye. Wale waliokula vitu vya nasa wameachwa peke yao njiani, wale waliokuzwa kuvaa nguo nyekundu wamekumbatia jaa. Maana uovu wa binti wa watu wangu ni mkubwa kuliko dhambi ya Sodoma, uliopinduliwa kama katika dakika moja, wala mikono haikuwekwa juu yake. Wakuu wake walikuwa safi kuliko theluji, walikuwa weupe kuliko maziwa, miili yao walikuwa wekundu kuliko marijani na umbo lao kama yakuti samawi. Nyuso zao makaa, ni nyeusi kuliko makaa, hawajulikani katika njia kuu. Ngozi yao yagandamana na mifupa yao, imekauka imekuwa kama mti. Heri wale waliouawa kwa upanga, kuliko wao waliouawa kwa njaa, maana hao husinyaa wakichomwa kwa kukosa matunda ya mashamba. Mikono ya wanawake wenye huruma imewatokosa watoto wao wenyewe walikuwa ndio chakula chao katika uharibifu wa binti ya watu wangu. Bwana ameitimiza kani yake, ameimimina hasira yake kali, naye amewasha moto katika Sayuni ulioiteketeza misingi yake. Wafalme wa dunia hawakusadiki, wala wote wakao duniani, ya kwamba mtesi na adui wangeingia katika malango ya Yerusalemu. Ni kwa sababu ya dhambi za manabii wake na maovu ya makuhani wake walioimwaga damu yenye haki katikati yake. Hutangatanga njiani kama vipofu, wametiwa unajisi kwa damu, hata ikawa watu wasiweze kuyagusa mavazi yao. Watu waliwapigia kelele, ondokeni! Uchafu! Ondokeni! Ondokeni! Msiguse! Walipokimbia na kutangatanga, watu walisema kati ya mataifa, hawatakaa hapa tena. Hasira ya Bwana imewatenga yeye, hatawaangalia tena hawakujali nafsi za wale makuhani, hawakuwaheshimu wazee wao. Macho yetu yamechoka kwa kuutazamia bure msaada wetu. Katika ngoja kwetu tumengoja taifa lisiloweza kutuokoa. Wanatuvizia hatua zetu hata hatuwezi kwenda katika njia zetu. Mwisho wetu umekaribia, siku zetu zimetimia, maana mwisho wetu umefika. Waliotufuatia ni wepesi kuliko tai za mbinguni; hao walitufuatia milimani na walituonea jangwani. Pumzi ya mianzi ya pua zetu, masihi wa Bwana alikamatwa katika milima yao, ambaye kwa habari zake tulisema, chini ya kivuli chake tutakaa kati ya mataifa. Furahi ushangilie, e binti Edomu, ukae katika nchi ya Usi; hata kwako kikombe kitapita, utalewa na kujifanya uchi. Uovu wako umetimia, e binti Sayuni, hata kuhamisha tena atapatiliza uovu wako, Ee binti Edomu, atazifumbua dhambi zako.